Mashahidi wanne akiwemo mamake mvuvi aliyetoweka, Brian Odhiambo, wameelezea mahakama ya Nakuru alivyoonekana mara ya mwisho akiwa na maafisa wa shirika la huduma kwa wanyamapori kabla ya kutoweka tarehe 18 Januari mwaka huu. Kesi hiyo kuhusu kutoweka kwake kwa kijana huyo imeanza rasmi hii leo, ambapo mahakama ya Nakuru imeamuru shirika la KWS kutoa taarifa muhimu inayohitajika na upande wa mashtaka wakati kesi hiyo ikiendelea. Mbele ya koti. Mbele ya koti. Agnes Oluoch mfanyabiashara na mkazi wa Manyani Kivumbini, Nakuru Mashariki, shahidi wa kwanza katika kesi ya kutoweka kwa Brian Odhiambo, alimweleza hakimu mkuu Kipkurui Kibellion kuhusu matukio ya siku ambayo Brian alionekana mara ya mwisho akiwa chini ya ulinzi wa maafisa wa KWS. Nilikuwa nafua nje hapo nje nje hapo loti hapo nje nafuaga nje nikiangalia customers wakitaka kununua, naingia na, na uhusia nikaangalia, nika, nika, nika, game park nikaona mtu anakimbizwa kutoka game park, akakuja akaruka huku inje, ukaka kidogo, maofisa pia wameruka fence wanamfuata huku nje anakembeswa na game rangers anakembeswa. Kulingana naye, Brian alionekana akiwa na maafisa wa KWS waliokuwa wamevalia sare rasmi na wakitumia gari la shirika hilo kumsafirisha hadi mbuga ya wanyama ya Nakuru. Hapo ndipo wakazi walipofahamu yanayojiri. Ikigonga sanne shap, Alex akakuja mbio. akakuja akaniita mbio mbio, Carlos, Carlos, harakisha, akimbia bradhako ameshikwa na magemu, wanaenda na yeye nikaenda nikiwaitanga niki afande afande kuja tuongee, afande kuja tuongee, mwachilieni tu huyo, kuja tuongee afande. Bat akuna hata mmoja mwenye alikuwa anaangalia nyuma. Mamake Brian Odhiambo Elizabeth Auma alieleza mahakama kuhusu juhudi za familia yake kumtafuta mwana wao tangu alipotoweka. Nikarudi bondeni sasa inalekea six kuna police station ameperekwa, nikarudi bondeni, police station inalekea six. Baada ya tujampata cini hapo, kurudi nilipata kuna watu wa samaki wameletwa, lakini Brayo hayuko katikati yao, nikaanza kushikwa na uoga. Mashahidi sita wamepangwa kutoa ushahidi wao kwenye kesi inayoendelea kuhusu kutoweka kwa mvuvi Brian Odhiambo. Upande wa mashtaka ukitoa ombi kwa mahakama kuzuru eneo la tukio katika mbuga ya Nakuru ambapo Brian Odhiambo alionekana mara ya mwisho miezi minne iliyopita. Meria Nyambura, Runinga ya Citizen, Mahakama ya Nakuru.